na nikutoe tu shaka na hofu, kama kila kitu kiko safi sana bila shida, magari zinapita mamoto na sasa hivi unaona huko mashamba uh, ya dosi mangazi maimbi donc siku abea shamba ilisikupati shida sana na usizani kwamba unakosa amani. Sasa hivi unaona ni mamiti ya mangazi maimbi ukitaka shamba

na jeshi ya wazalendo mezosi na jeshi ya Burundi, na kabisa wanawakilisha amani, waasi wasipate njia, jisikie huru na jisikie wako mkunjufu sana kufika lieneo, lieneo salama uh, iliambia ki huku ni fasi patulivu sana na amani iko. Ukitaka kutulia, ukitaka uishi maisha mazuri, unahamia huko, kama muzarau kwao Uishi kwa utumwa. Je, mm -hmm. mm -hmm. za sirti amani iko. Sasa hivi sio peke mnaona panatulia, kukusawa na mpaka sasa hivi tungali iko. Donc, tuamini wazalendo wetu ki batafa amani toujours et pour toujours. Kupitia na Mungu. Na jinsi unaona sasa hivi tuko kubisima, si tungali mpaka iko mpaka leo. Ah, mpenzi mtazamaji wa Kivu Live TV, nashukuru sana ni toujours mwemisho wetu ya Kivu yetu, mimi mtangazaji wako Grano